Katika kuhakikisha sekta ya afya inaimarika nchini, serikali imeingiza zaidi ya shilingi milioni mia sita katika halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani kwa ajili ya upanuzi wa zahanati ya Chuno na kuipandisha hadhi kuwa kituo cha afya cha kata ya Chuno. Akizungumza na Faida Online TV mara baada ya kukamilika kwa kikao hicho kilichofanyika Mei nane elfu mbili na ishirini na tano mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara Mikindani Mwalimu Hassan amethibitisha Halmashauri kupokea pesa hizo zaidi ya shilingi milioni mia sita, na tayari Halmashauri ipo tayari kuanza utekelezaji wa mradi huo hivi karibuni. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fildi. Tunaamini sasa maelekezo haya pamoja na mikakati yetu ambayo tulikuwa tunaijadili ni kwamba imekwenda kutiwa nguvu. Kimsingi, kama Mstahiki Meya alivyosema, eh, ni mapokezi hayo ya fedha ambayo tume, tumepewa taarifa, tumepokea shilingi milioni 666,234,000 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa kabisa cha afya katika kata yetu ya Chuno tunataka tuitanue zahanati ya Chuno kuwa kituo cha afya. Hii ni muendelezo wa ahadi za Mheshimiwa Rais katika kukabiliana na masuala mazima ya afya na kuimarisha afya za wananchi wake, lakini ikiwa pia ni kusogeza huduma kwa karibu. Lakini tuelewe kwamba mji wetu unatanuka, mji wetu unakua, mbali na kwamba mji wetu kukua, wananchi wamekuwa ni wengi. Kwa hiyo wananchi wakiwa wengi, huduma za afya zinakuwa zinahitajika sana kwa hilo tutakwenda kulitekeleza, na niahidi tu kama ambavyo serikali imetoa fedha maeneo mengi hapa nchini, sisi tutakwenda kujipanga kuanzia siku ya Jumatatu, na furaha yetu nikiwe kituo cha kwanza cha afya kukamilika nchini, kama vile ambavyo tuliweza kukamilisha kwa haraka kabisa shule mpya ya sekondari ya Mtwara Tandika. Niseme tu watumishi wa Mtwara Mikindani tunakwenda tunatumia slogani ya waziri wetu wa TAMISEMI ambaye anajiita Muhamedi Mchengerwa mtu kazi, na sisi tunasema ni watu kazi, watumishi kazi. Naye mstahiki meya wa manispaa hiyo amemshukuru Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Pia wao kama halmashauri wanajivunia juu ya utekelezaji mkubwa wa miradi mbalimbali ikiwemo afya, elimu na kadhalika. Aidha amewataka watendaji mbalimbali kusimamia vyema miradi ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya halmashauri na kuhakikisha inakamilika kwa wakati. Niwaombeni sana, serikali yetu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa ya kuleta fedha ambazo tumetekeleza miradi mingi na miradi mingi imekamilika. Mwenge wa Uhuru inakuja kuona kuzindua na kuweka mawe ya msingi kwenye mwenge ule. Niwaombe sana, niwaombe sana sana watendaji wangu, twende tukakamilisha maeneo yote ambayo yamebaki kwenye miradi ya mwenge, lakini pia tuwe na hamasa kubwa. Mwenge ule sasa unakuja kuzindua miradi ambayo haijawahi kutokea, miradi ambayo imefanyika kwa wingi na no kwa pesa nyingi kwenye Tanzania hii tunaola kujivunia katika awamu hii ya baraza la manispaa ya Mtwara Mikindani ambalo mimi kama mstahiki meya naliongoza, lakini serikali kwa ujumla ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kama manispaa ya Mtwara Mikindani tumetekeleza miradi mingi ya kila sekta kwa awamu hii: afya, elimu, maji, miundombinu, uwekezaji kwa maana ya uchumi, bandari, masuala ya apoti. Kwa awamu hii tumetekeleza kwa hali ya juu kutokana na fedha za serikali kuu, lakini hata pia kupitia mapato ya ndani. Ukilinganisha na vipindi vya nyuma, awamu hii tumetekeleza miradi mingi sana, lakini kwa sisi manispaa, kichocheo kikubwa ambacho tumeweza kutekeleza miradi pamoja na makusanyo ya kawaida ya wananchi, lile tamko la mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuja kwenye mkutano wake na kutoa kauli ya kwamba mazao yote yasafirishwe kupitia bandari ya Mtwara, sisi halmashauri limetusaidia sana, tumekusanya fedha nyingi ambazo zimetusaidia kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, lakini pia na makusanyo yetu ya kawaida ya ndani. Na kimsingi baraza letu la madiwani yenye waheshimiwa madiwani ndio wenye viti wetu wa maendeleo katika kata zetu, na miradi mingi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika manispaa yetu inatekelezwa katika kata zetu na kwa maana hiyo, nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena, nilizungumza, na naomba nizungumze tena, nawapongeza sana, kuanzia mkurugenzi na wataalamu wake pamoja na ninyi wa, waheshimiwa madiwani, kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika manispaa yetu. Kila sehemu ambapo utapita miradi ambayo inatekelezwa na manispaa hii ukilinganisha na sehemu nyingine miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa na halmashauri inaridhisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa ujumla, tunaridhishwa sana na namna ambavyo miradi ya maendeleo ya wananchi inatekelezwa na manispaa hii, lakini chini usimamizi wenu nyinyi, waheshimiwa madiwani. Kwa upande wake diwani wa kata ya Chuno Fanikio Chijinga akizungumza kwa niaba ya wananchi wake ameishukuru serikali kwa kiasi hicho kilicholetwa kwa ajili ya ujenzi huo wa kituo cha afya, kwa kuwa itapunguza kadhia ya kufuata huduma hizo katika vituo vinginevyo vilivyopo mbali na kata ya Chuno. Jina anaitwa ndugu Fanikio Juma Chijinga, ni diwani wa kata ya Chuno hapa manispaa ya Mtwara Mikindani. Hali yoyote, nimshukuru Mwenyezi Mungu lakini kiupekee sana ni mshukuru mheshimiwa rais mama yetu Dr Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo makubwa anayoleta kwa taifa letu, lakini pia kwa mkoa wetu, lakini kwa wilaya yetu, kwenye halmashauri yetu, lakini kiupekee kwenye kata ya Chuno. Kwa mfano leo tukiwa kwenye baraza tumepokea taarifa taarifa moja njema sana, na taarifa imenistua hata mimi, imenishangaza nakuwa ni very excited. Kuna zaidi ya milioni mia sita sitini na sita laki mbili na na tatu imefika halmashauri kwa ajili ya kuipandisha kui hadhi zahanati ya Chuno sasa kwenda kuwa kituo cha afya. Hii kwanza, hii ni historia lakini heshima kwetu kama kata. Sisi kama kata ya Chuno tunasema, mimi kama diwani, mwenyekiti kamati ya maendeleo, anasema leo hapa kwamba sisi, mama ndo anatudai, kwa sababu yeye, sisi hatumdai, yote ambayo anataka kutekelezea sisi kama kata amefanya. Kwa kupitia kupitia waandishi na vyombo hivi vya habari, naomba tu declare interest kwa Chuno, mama anatudai sisi, hakuna ninachomdai ile aliyofanya ni jambo kubwa sana, itapunguza hata umbali mrefu kwa wakazi wale kwenda kufata huduma bora ndani za hospitali yetu ya Rufaa mkoa ama kwenye kituo chetu cha afya cha Likombe, ambako kwa pana distance kidogo mpaka kufikia hapo. Mimi sina la ziada, jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fildi.